Amenituma mimi katibu wake, kwa majina naitwa Meshack po Mwalubanda, ni mzaliwa wa kijiji cha Mboyo pale. Kwa hiyo mimi natokea huku huku, nyinyi wazazi wangu lienje lienje, hey! lienje safi hey! na mimi nikija kutembea nikija kununua manunuzi nanunua Ikuti pale, lienje hey! Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe anawapenda sana watu wa lienje na ndio maana baada ya ratiba kuweza kuingiliana akanituma mimi katibu wake nije kumwakilisha katika tukio hili la leo kubwa na lina umuhimu sana katika kijiji chetu cha Lyenje. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe aliwaahidi kwenye kampeni zake watu wa Lyenje, alipofika na akawaambia, mlipanda kwa ukarimu mtavuna kwa ukarimu, mlipanda kwa ukarimu mtavuna kwa Mwantona. Wewe Mwantona, safi Mheshimiwa mbunge aliweza kufanya mambo kadha wa kadha katika kijiji hiki cha Lyenje. Ameweza kusaidia mifuko ya simenti ya zahanati zahanati pale, katika zahanati yetu ya kijiji, lakini pia ameweza kusaidia mabati. Mheshimiwa mbunge pia ameweza kuiombea barabara kutoka eh, Kapugi Ikuti, lakini pia baada ya barabara hiyo kuweza kuharibika kwa daraja, Mheshimiwa mbunge tayari ameombea fedha ukarabati wa, wa daraja hilo, na tayari mpaka sasa tunasubiri mkandarasi. Mheshimiwa madiwani wanajua hilo makofi mengi sana kwa Mheshimiwa mbunge amesema. Lakini pia Mheshimiwa mbunge alipofika kwenye kampeni zake aliweza kuahidi mifuko mia mbili katika shule yetu ya msingi ya Lyenje. Mheshimiwa mbunge pia aliweza kuahidi mabati katika e, ukarabati wa madarasa mawili hayo. Mkishapewa mifuko mia moja mia mbili ya simenti, basi Mheshimiwa mbunge aliahidi mabati kwa ajili ya kuzekea Lyenje hoye! Mwantona hoye! mlipanda kwa ukarimu, watu wa Lyenje mtavuna kwa ukarimu. Mheshimiwa mbunge amenituma katika tukio la leo kuweza kuhakikisha tunaungana na wananchi, watu wa kijiji hiki cha Lyenje. Watu wa Lyenje mmekuwa waaminifu sana, watu wa Lyenje mmekuwa wachapakazi sana, na watu wa Lyenje mmekuwa wafanya maendeleo kwelikweli. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe CPA Anton Albert Mwantona ni mtu wa vitendo, ni mtu wa vitendo. Hata leo tutaona vitendo vyake vya Mwantona. Mwantona oye, Mwantona safi. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe CPA Anton Albert Mwantona kwa sababu amekuwa mdau mkubwa sana wa maendeleo katika miradi ya elimu. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe amekuwa akipeleka mifuko ya simenti mabati madirisha ya vyoo katika shule kadha wa kadha. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mbunge na ofisi ya Jimbo na Lungu, watu wali, watu wali enje, wa Lyenje kwa mwitikio mkubwa na kwa kupenda maendeleo kwa kiasi mepita katika vijiji, sijawahi kuona kijiji ambacho kimejitoa kwa kiasi kikubwa namna hii Lyenje, kweli mumeonyesha mw, mw, kwamba jinsi gani mioyo yenu ani sana kuona kijiji chenu kikipata maendeleo ule msemo wa tume kanyaga twende tunasonga mbele. Watu walienje mmeonyesha kwa vitendo, makofi tunawashukuru sana na tunawapongeza sana. Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Rungwe amesema na ataendelea kusema kuwa ataii chalienje, matamanio yao makubwa na maono yao makubwa yanakwenda kutimia. Basi nitangaze moja kwa moja vile ambavyo tumekaa katika ramani yetu ya leo za kupata mifuko ya simenti kumi na moja ambayo sasa hivi ni mifuko mia moja Mheshimiwa mbunge atakuja kukabidhi kama alivyosema. Wiki kesho tunaanza, mheshimiwa mbunge atakabidhi mifuko yenu. Kipigia ni makuti watu wa nienje, Mwantona <tos> Mwantona, safi mbele yenu kuunga mkono mbunge huu. Lakini ahadi laki moja na thelathini pia tumepata kesho shilingi niseme nisiseme niseme nisiseme. Lyenje oe, Mwantona oe, tumepata keshi shilingi milioni sita laki tatu ishirini na sita na mia saba. Jipigeni makofi basi, makofi makofi. Lyenje oe, tumepata milioni sita. Sada. Asante kwa majina naitwa Zakayo Wendege Mtafya, ndiye diwani wa kata ya Ikuti. Ya, ya nadhani ambacho naweza nkakizungumzia kwa tukio uliokuwa naendelea, ila harambee ni shukurani tu, mheshimiwa wa mbunge wetu anakusanisha, anaonesha upendo, anaonesha kutujali kupitia hii harambee hapa Lyenje namna ambavyo yeye ameweza kujitoa kwa maana ya leo hii ametuambia mifuko mia mbili na leto siku ya Jumatatu, ni kitu ambacho ni kikubwa sana, na mimi kwa niaba ya wananchi narudia tena kushukuru, na niseme kwa ngazi yetu huku sisi tutasimamia kuona hiyo msaada yake inaenda kufanywa kazi na kuleta maendeleo mabadiliko kwa maendeleo, na siwanalienge tu, namtegemea mheshimiwa wangu kwa kata yangu kwa sababu amewaahidi wananchi wangu na wananchi wako tayari kupambana kwa ajili ya kuunga mkono mheshimiwa mbunge ili tukaweze kufikia malengo. Kwa majina naitwa Adeni Amanise Mwangomba, ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lyenje iliyopo kata Ikuti ila ya Rungwe. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Rungwe kwa juhudi zake kubwa hasa kwa kwenye kijiji chetu cha Lyenje na pia leo amechangia zaidi ya mifuko mia mbili ametoa hela zaidi ya milioni moja. Tunashukuru sana tunaomba aendelee na hizo jitihada na pia atufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi anavyoendelea kuipambania nchi yake. Lakini pia tunaiomba serikali iweze e, kutusaidia kwa sababu tuna zaidi ya miaka ishirini hakuna mkono wote wa serikali kwa majengo lichakavu. E, hata mainjinia walivyofika hapa walisema madarasa haya hayafai kabisa kwa matumizi ya wanafunzi. Ni madarasa tu mawili ambayo walau yana kiwango, kwa sababu hata linta ameweza Ajin ni mdumbe wa halmashauri ya kijiji. Nampongeza sana mheshimiwa mbunge wetu kwa kutuangalia sisi ukulienje kwa shida ambazo sisi tunazo. Nampa hongera e, sana, Mungu ambariki na amuongezea ambapo ametoa e, e, mheshimiwa mbunge sisi tunampongeza kwa kazi nzuri ambazo wanaifanya katika wilaya ya Rungwe, pia msisani kama kata Ikuti ameipendelea sana sana. Ametupa miradi mikubwa ambao sasa wameitaja hapo kwenye harambee yetu. Yeye ametoa mifuko mia moja sekondari pia akatoa bati za mabweni wa, wa wa kiume, pia ametusaidia sana mambo mengi hospitali eh zahanati ya, ya Lyenje ametoa mabati kama mia tatu arobaini pia kila maeneo ameweka miradi mikubwa kwa kutoka hela zake, zingine zinatoka kwenye mfuko wake, zingine anatoa vitu kutoka kwenye serikali. Pia sisi tunaendelea, tutakuwa pamoja naye kama machifu, tutaendelea kumuunga mkono kama wazao wa wilaya ya Rungwe. Kwa niaba ya wananchi wa Lyenje napenda kutoa shukrani za dhati kwa msaada wako, tumeisha upokea vizuri na washukuru wanakamati ambao wameweza kuungana na mimi kama mwenyekiti wa maandalizi ya harambee. Nashukuru pia wazee wangu, machifu wangu, wametunga mkono kwa hali na mali. Tunachotaka sasa ni neema tele na baraka tele kutoka kwako. Tunakuombea maisha marefu na utendaji bora na ufanisi. Mungu akubariki, wa wanalienje wanakushukuru, asante sana. Kwanza kabisa, nipende kutoa pongezi kwa niaba ya wanakijiji kwa mheshimiwa wetu Albert Mwantona mbunge wetu, kwa kupita katika kinyang'anyiro cha uchaguzi, hiyo la kwanza. Lakini napeleka shukrani za dhati kwa niaba ya wananchi kwa namna alivyojitolea na namna anavyozidi kutuahidi katika kijiji hiki cha Lyenje. Nikianza kwanza, ameshatuahidi mifuko mia moja ya saruji, lakini kwenye harambe ya leo pia ametoa milioni moja. Tunashukuru sana kwa hilo kikubwa. Na kikubwa, naomba wananchi wa Lyenje, umwambie tunampenda sana, na hatutaacha kumsumbua kwa sababu hiki kijiji kilisahaurika, lakini tunaomba ukamweleze kwamba wana Lyenje wameamuka, wanahitaji maendeleo kwa nguvu. Tunamshukuru sana.